Aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha amemwondolea lawama aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwenye sakata ya ununuzi wa vyandarua vya mbu, akisema Gachagua hakuchochea ha kwa namna yoyote utoaji wa zabuni hiyo ya shilingi bilioni 3.7. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge ya masuala ya kigeni kupigwa msasa kuhusu nafasi ya mwakilishi wa Kenya katika shirika la UN Habitat Nairobi, Nakhumicha alieleza kwamba taifa lilipoteza mamilioni ya fedha baada ya sakata hiyo kulipuka. Emmanuel To anaarifu. Susan Nakhumicha Wafula, waziri huyo wa zamani alifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa, ulinzi na masuala ya kigeni Jumatatu kutetea uteuzi wake wa kuwa mwakilishi wa Kenya katika shirika la UN Habitat Nairobi, akieleza jinsi ambavyo sakata ya shilingi bilioni 3.7 ya zabuni ya kusambaza vyandarua vya mbu ilivyohusisha kampuni ya kigeni ya Shobika Impex na ajenti wa Kenya, kampuni ya Crystal Kenya Limited inayohusishwa na mwanawe aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, akisema Gachagua alikuwa mweupe kama pamba kwa madai ya kujaribu kuchochea kandarasi hiyo.

Nakhumicha akisimulia jinsi takriban shilingi milioni 67 zilipotea kwenye kandarasi hiyo iliyokuwa inafadhiliwa na, na hazina ya Global Fund. Hapo awali, aliyekuwa katibu wa afya Peter Tum, anayemezea mate ubalozi wa Kenya nchini DRC, alieleza alivyochezewa shere kabla ya sakata hiyo kulipuka. Yes. To another PS for purposes, particularly on this mosquito net or for the entire procurement that happen, happened consequently? No, it wasn't. It wasn't for any other uh, procurement. It was the specific one for mosquito nets. Aliyekuwa afisa mkuu wa shirika la kusambaza dawa nchini KEMSA Andrew Mulwa aliambia bunge la Seneti wakati wa kuondolewa kwa Gachagua afisini, kwamba aliyekuwa naibu rais alimpigia simu na kumtumia jumbe fupi kujaribu kumshawishi kumpa mwanawe kandarasi hiyo kinyume cha sheria. Gachagua alikanusha madai hayo, akisema hakuhusika kwa vyovyote kwenye kashfa hiyo ambayo ilikuwa mojawapo ya sababu za kumtimua afisini. Wengine waliohojiwa ni pamoja na Dr. Caroline Karugu ambaye ameteuliwa kama katibu katika wizara ya maswala ya Afrika Mashariki. Emmanuel Toruninga, Citizen Nairobi.